Jenista Joakim Mhagama alizaliwa tarehe 23 Juni 1967 katika wilaya ya Peramiho, mkoani Ruvuma, Tanzania. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika mkoa wa Ruvuma na baadaye alijiunga na Chuo cha Mafunzo ya Ualimu Korogwe ambako alihitimu cheti cha ualimu mwaka 1989. Kabla ya kuingia katika siasa, Mhagama alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka sita. Jambo hili lilimpa msingi thabiti wa huduma kwa jamii. Alijiunga na siasa akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na alianza safari yake ya kisiasa kama mwakilishi wa viti maalum bungeni mwaka 2000. Baadaye mwaka 2005 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, nafasi aliyoitimiza kwa mfululizo hadi alipofariki dunia. Katika shughuli zake za umma, na Jenista Mhagama aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi serikalini, ikiwa ni pamoja na naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, lakini pia waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora, yani good governance na waziri wa afya nafasi aliyohudumu hadi Oktoba mwaka 2020. Marehemu alijulikana kama kiongozi mchapakazi na msomi wa masuala ya kijamii kazi za maendeleo na utumishi wa wananchi, akipata heshima kubwa ndani ya chama chake na taifa kwa ujumla. Jenista Joakim Mhagama amefariki dunia Desemba 11 mwaka 2025 mjini Dodoma akiwa na na umri wa miaka 58.